Karibu sana katika kipindi kinachogusa mioyo e, kinachojenga jamii, lakini pia hapa The Gold Voice, sauti ya uponyaji e, familia na ndoa kiujumla. E, leo tunaanza kuwagusa na kuwakumbatia wachumba na wachumba hawa wanahitaji uangalizi mkubwa, wanahitaji maarifa, lakini pia wanahitaji mwongozo sahihi kabisa ambao utawasaidia wao kuweza kuishi vyema katika kipindi chao cha uchumba. Lakini si tu wachumba pekee, na wale wanaotamani uh, kuingia kwenye ndoa eh, na katika hili eh, tunahitaji kufafanua kwa ufasaha zaidi, lakini pia kwa uhalisia wa maisha, si tu katika mambo ya kwenye vitabu isipokuwa kwenye uhalisia wa maisha, tuweze kujifunza vyema, ili wachumba na wale ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa waweze kujua namna sahihi ya kuweza kuishi katika hivi vipindi. Sasa karibu katika somo letu la leo, ambalo linasema uchumba ni nini na kipi si sahihi. Hilo ndio somo letu la leo ambalo tutakwenda kuliangazia kwa undani zaidi, ili kuweka kwe, ili kuweza kuweka mambo vizuri na watu wakalifahamu vizuri swala hili na wakaweza kujitambua kwamba wao wako kwenye kipi kati ya hayo, tutakwenda kujifunza katika siku ya leo sasa Uchumba ni nini? Uchumba tunasema kwamba e, wa ni uamuzi rasmi kati ya watu wawili waliokubaliana kutembea pamoja kuelekea ndoa. Huo ndio uchumba. E, uchumba maanake ni uamuzi rasmi, na uamuzi huu rasmi unafanywa na watu wawili waliokubaliana. Wamekubaliana kutembea pamoja, e, kuelekea Eh, kwenye safari ya maisha ya ndoa, lakini pia hatua hii ni makubaliano pia eh, tunapozungumzia uchumba maanake ni watu ambao wameanza safari rasmi, lakini kwa makubaliano maalum pia. Hichi uh, kipindi au uh, chumba sio sehemu ya majaribio ya kimwili ya kihisia Unapozungumzia uchumba maanake hapa sio kwamba wewe huyu ufanye majaribio ya kihisia. No, no no no, hichi sio kipindi chake, wala sio kusudi au dhumuni lake kwamba eh, ufanye majaribio ya kihisia otherwise uko vizuri au la. No, hiyo siyo dhamira au huo sio uchumba lakini Ah, tunapozungumzia uchumba hatumaanishi kwamba eh, mwanze kujiweka katika attention ya kimwili manake, mwanze ku ku testament za kimwili na nini, sijui huo ah, sio Uh, uchumba utakuja uchumba utakuja kuelewa huo ni nini. Lakini pia, uh, uchumba sio sio kutafuta mtu wa kukupa attention msawazo wa kimwili. Uh, umeboeka unajihisi kama hauko sawa, basi unajihisi kama hauko sawa, basi unatafuta mtu wa kukupa attention ya mwili. Uh, sio sio dhumuni la uchumba wala sio wala sio dhumuni la kipindi hichi cha uchumba, lakini pia uchumba ni safari ya maandalizi ya agano la umilele. Hilo ndio sasa dhumuni la uchumba kwamba hichi ni kipindi cha maandalizi ya kuelekea kwenye agano la umilele. Tunapozungumzia agano la umilele, manake ni ndoa. uh, tunapozungumzia ndoa, no, tunatarajia watu, eh, wanapoachika kwenye ndoa, sio kwamba labda wameachika wako hai. Manake tunatarajia mtu anayesema kwamba niliko kwenye ndoa, tunatarajia mwenza wake alifariki. Lakini sasa hivi maisha yamekuwa tofauti kidogo. Wengi wanaoachika wenzi wao wako hapa hapa, na sio kwamba walipenda kuachana, yeah, kuna vitu vinawalazimisha kuachana. Sasa uchumba Uh, ni safari ya maandalizi. Mnatakiwa kujiandaa, mnatakiwa kuweka mambo nzuri kiroho, kiakili na kifamilia kiujumla. Sasa tatizo la wengi ni kwamba wanapenda mtu kisha wanajitangazia kuwa wako kwenye uchumba, eh, bila mwelekeo, bila maono, bila mawasiliano ya msingi. Sasa hili ndilo tatizo la watu wengi. Mtu mwingine anakutana mpenda mtu, akishampenda mtu anaanza kujitangazia tu eh, kwamba mimi nina mchumba sisi ni wachumba, msimgushe yule mchumba wangu. Lakini hapo hapo, hawa watu hawana mawasiliano yoyote ya msingi hawa watu hawana maono yoyote ambayo wameyaweka. Hawa watu wanakuwa hawana mwelekeo wote, ila wapo tu eh. Sasa wanakuwa wamejikita katika uh, kutafuta attention ya mwili tu, lakini pia wanakuwa wako kwenye majaribio ya kihisia, lakini wao wanakuwa wanajiita wachumba. Sasa uchumba sio sehemu ya kufanya majaribio ya kimwili isipokuwa uchumba ni sehemu ya kuweka uh, misingi ya maandalizi ya agano la umilele. Sasa E, unapopenda mtu na kuanza kumtangaza kwamba ni mchumba, kipindi hicho hamna e, hamna hamna mawasiliano yote ya kimsingi e, hamna mwelekeo wowote, hamna maono yote. Haya ndiyo matatizo, at the end of the day watu wanakuja wanajilalamisha kwamba mchumba wangu amentelekeza, kumbe hakuwa mchumba yule, no. Sasa wewe ndio uliyependa na kuweza kuanza kujitangazia, lakini yule hakuwa mchumba. sasa kuna makosa makubwa sana ya wachumba eh? Kuna makosa makubwa sana ya wachumba wanayoyafanya. Eh, na haya makosa ndiyo ambayo ya yanakuja kuleta athari kubwa sana kama watu hawa wakija kuingia kwenye ndoa. Sasa kosa la kwanza ambalo wachumba wengi wamekuwa wakifanya eh, ni, kuishi, eh yani, ni, ni ni kuchukulia uchumba kama ndoa kuishi pamoja. Hili ndio kosa kubwa ambalo pia wachumba wengi wanafanya. Yani unakuta mtu ana wa mchumba wake lakini anaanza kuishi naye pamoja. Huo sio uchumba. Ya sasa unapochughulia uchumba kama ndoa, hili ni kosa maromesani. Kumbuka mlikuwa bado mko kwenye maandalizi, lakini kumbuka mlikuwa bado mnaendelea kuweka mwelekeo, lakini pia kumbuka kwamba eh, hichi ilikuwa ni kipindi cha maandalizi ya msingi, mkiweka mawasiliano ya msingi eh, mkiweka maono. Sasa kumbe kulikuwa kuna maono ambayo mlikuwa bado hamjaweka vizuri, hamjayazungumza, mmeanza kuishi pamoja, halafu yule mwenzi wako akaona madhaifu yale, na mlikuwa hamjakaa kuyajadili, huyo mtu unamfukuza. Sasa unapomfukuza ndipo unaanza kuja kujilalamisha sasa. Wanaume wote mbwa, wanawake wote mbwa. Mbwa. Unajua hizi kauli ambazo sometimes sisi wanajamii tunazitamka kwa asila bila kujali, bila kuangalia chanzo cha mistake ni nani. Kwa hiyo kosa ni wewe, wewe ambaye umekurupuka na kuanza kuishi kwenye uchumba au kuanza kuishi na mchumba wako kama mkeo eh, au kama mmeo. Sasa wewe mwenyewe umekurupuka at the end of the day kupitia mtu mmoja una wanaume wote maumbwa. Are you sure rafiki yangu? Eh? Eh, unaanza kuwaita wanawake wote mambwa kwa, kwa sababu ya mtu mmoja tu. Na tena hilo ni kosa ni la kwako kwa sababu ulianza kuishi naye kama mke wakati ni uchumba tu, kwa hiyo hili ni kosa ambalo linaathiri kuvunjika kwa uchumba mwingi, kwa sababu wachumba wengi wanaishi pamoja kama mke na mme, unamhudumia vile vile yani, hakuna utofauti na mtu ambaye yuko kwenye yuko ndani ya ndoa. Sasa hili ni kosa ambalo wachumba wengi wanafanya, lakini pia kosa lingine ni kukwepa ushauri wa watu wazima na walezi wa kiroho eh? Watu wengi wanapokuwa kwenye uchumba, uchumba wao unakuwa kama wakijambazi fulani eh? Wana, wanakwepa ushauri wa watu wazima, wanajua kabisa kwamba watu wazima watawashauri vitu ambavyo ni mantiki. Wanakwepa ushauri wa watu wa eh? wana, watu wa kiroho, watumishi, mashehe, wachungaji, maaskofu. Sasa wanakuwa wanawakwepa. Sasa wanawakwepa maana yake wanajua kabisa watawapa taratibu sahihi za uchumba, kipindi hicho wao wanaishi kama watu wanandoa. Sasa at the end of the day wanakuja kuhararisha kwa wana watumishi wa Mungu, lakini pia hapo hapo wanaanza kutukana tena, wanaanza kujilaumu. Kumbe wao walikwepa ushauri wa watu sahihi. Lakini pia nikusihi tu kwamba ni wakati wako sasa wa kuweza kuanza kupata uponyaji kupitia THE GOLD VOICE, ujifunze mambo ya msingi katika maisha ya uchumba sasa. Lakini pia kitu kingine ni kujiingiza kimwili mapema kabla ya maono kujengwa. Napozungumzia kujiingiza kimwili mapema, manake ni watu ambao wanakuwa wanajari sana mambo ya kihisia kuliko maono. Hawakai wazungumze eh, hawakai wajue vipaumbele, hawakai waweke wajue future ya kutembea pamoja, maono gani wanaweza wakayabeba pamoja. Lakini wao baada ya kujiskasi vitu vya msingi, kosa nambari moja, wanaanza kuzisikiliza hisia. At the end of the day, hisia zinang'atana, zina na hisia zikishang'atana maono yanakatana. Sasa maono yanapoanza kukatana, hapo tena hamna mtu kuishi pamoja. Matusi, lawama, kujizaliza hovyo kunaanza kutokea. Sasa ili hayo mambo yasitokee, hakikisheni kwamba mnaweka maono kwanza, halafu hisia zitafuata baadaye. Lakini pia a, kingine ambacho pia ni kosa kubwa sana eh, kupuuza maandalizi ya kiakili, kifedha na kiroho mnapokuwa kwenye uchumba eh, hakikisheni mnafanya maandalizi ya kiakili manake, unatembelea chaneli kama The Gold Voice, unajifunza maisha ya familia, unajifunza maisha ya ndoa eh, unajifunza vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe ukaja ukaishi kwenye maisha yako ya ndoa ukiwa unafuraha kabisa. Ni kwa sababu gani? Unapokuja hapa sisi tunakufundisha vitu ambavyo vinakupa mwelekeo sahihi kwenye maisha eh, unapokuja hapa sisi tunakufundisha vitu ambavyo vinakusaidia wewe uje ufurahie maisha yako ya ndoa na si vinginevyo. Lakini pia ale vizuri, mkafanya kazi, mkafanya maandalizi ya kifedha, maanake mifumo yenu mkaiandaa vizuri, lakini pia msipuuze maombi na ushirikiano wenu baina yenu na Mungu. Ndio maana walezi wa kiroho ni watu wa msingi sana, kwa sababu hao ndio wanaoweza kuleta baraka kwenye mahusiano yenu yakawa yenye neema na rehema kabisa kabisa. Kwa hiyo usipuuze maandalizi ya kiakili, kisaikolojia. Usije ukaingia kwenye ndoa unamfananisha mmeo na michepuko yako ya zamani ukamsababishia mkeo, au ukamfananisha mkeo na michepuko yako ya zamani ukasema wanawake wote wale wale, manake umekuja fanya ma maandalizi ya kiakili kwamba uko kwenye ukurasa mpya. Kosa lingine na la mwisho eh, kudhani uchumba ni kujifurahisha na kujiposti Instagram. E, wapi e, watu wengi wanadhani e, kupostiana ndo kupendana kufurahishana ndo kipindi cha uchumba, lakini nataka nikwambie kwamba uchumba ndicho kipindi ambacho unatakiwa umwonyeshe mchumba wako kwamba umesimamo yako huwa iko vipi, lakini ukisema kipi hauna mabadiliko, lakini ukisimamia nini hauna cha kubadilisha tena. Sasa huu ndio wakati wa kuonyesha kwamba wewe una maisha ya aina gani, lakini watu wengi hapa ndo wanatumia kipindi cha kuigiza. E, ukiomba pesa Uh, bila hata kuuliza pesa ya nini unatuma. Uh, okay, ukiomba kitu kidogo bila hata kuuliza nini, no, hichi sio kipindi cha kufurahia, hichi ni kipindi cha, kufrya, cha kufanya maandalizi vizuri, ukamuuliza hata kama unampenda unaomba, okay, pesa ya nini? Angalia na aina matumizi yako, muonyeshe kwamba unahitaji matumizi yenye mantiki zaidi kuliko matumizi ya kukurupuka hivyo. Hichi sio kipindi cha kupostiana. Watu wengi wanapokimbilia kupostiana, ma, kwa kujali hisia za mwili, at the end of the day maono akili fahamu, maisha ya kiroho yanapokuja kukataana, ndipo wanapoanza kuja kulia. Kumbe wao walihisi ni kipindi cha kufurahi badala ya kuweka maandalizi. Sasa eh kama Eh, hakuna maono, hakuna mazungumzo makini, hakuna mipango eh, hakuna mipaka, huo sio uchumba, bali ni mzaha hatari ambao unawaliza watu wengi zaidi kwenye maisha ambayo wanadhani wao ni uchumba. Sasa nataka nikutofautishe, eh, nikuletee tofauti kadhaa kati ya urafiki, eh, mahusiano ya kihisia na uchumba, alafu wewe ndio utajidefine uko wapi. Sasa tunapozungumzia mahusiano manake mahusia, eh, unapozungumzia urafiki manake urafiki hauhitaji kwa commitment yoyote wala sheria yote haiwezi kuwepo hapa, maana yake ni kila mtu yuko free, sio rafiki tu, eh, mimi na yeye ni marafiki tunapiga story, maana yake kila mtu ana mission town zake, lakini pia kila mtu ana commitment zake huko anakoishi, eh, sasa katika hili kuleta mkubwa zaidi kwa sababu. Eh, oyote, ina uwezo wa kuleta msaada mkubwa zaidi kwa sababu tunapoishi kirafiki maana yake hamna commitment yoyote ambayo inatokea, lakini pamoja na hayo mahusiano ya kihisia haya yanajengwa zaidi kwa hisia

Eh, tunapokuwa na mahusiano ya kihisia tunazungumzia, ni watu ambao wanakuja kuwekana sawa katika attention za kimwili. Kwa hiyo eh, watu wengi wanapoishi kwenye mahusiano kama haya ndio wanaanzaga kuitana kwenye uchumba. Eh, mchumba mchumba mchumba. Kumbe hajui kwamba haya ni mahusiano ya kihisia na yamejengwa kihisia zaidi kuliko kitu chochote, kwa sababu mtu ameboeka anatafuta company. Ya, sasa hawa eh, ni wana mahusiano ya kihisia Sia. Ya, lakini pia tunapozungumzia uchumba uchumba wenyewe unajengwa eh, katika maono, maombi, busara na makubaliano ya dhati. Sasa wachumba wanapokuwa na malengo kama haya au watu wenye malengo kama haya wana maono, lakini pia wana, wana, wanajenga katika maombi, lakini busara za makubaliano na, na mambo mengine ya msingi, hawa tuna uwezo wa kuwaita ni wachumba, maana yake wana mwelekeo wa kutengeneza maisha ya familia uh, Watu wengi e, wameingia kwenye ndoa sio kwa sababu labda walikuwa na malengo eh, e, wameingia kwa sababu tu ya upweke na sababu za kihisia e, wakajikuta wanaingia kwenye ndoa, kumbe hawakuwa tayari kuwa kwenye ndoa. Sasa hilo ni kosa kubwa sana, kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya hisia na upweke. Unaingia kwenye ndoa kwa sababu umeboeka. No, usifanye hivyo. Uchumba sio sehemu ya kuchezea moyo wa mtu, ni daraja la kusafirisha maisha kuelekea agano la milele. Je, jiulize, uchumba ulionao umejengwa juu ya nini? Kama bado hujaingia usikimbilie, kama uko ndani hakikisha unajenga msingi imara na kama eh, umeumia basi, huu ni wakati wa kupokea uponyaji kupitia chaneli yetu ya The Gold Voice. Hivyo nikukaribishe sana, uendelee kuwa mdau, uendelee kupata uponyaji. Shukrani kwa kuwa uh, umekuwa na mimi eh, tangu mwanzo wa darasa hili hata mwisho wa kipindi hichi, ni kukaribishe uendelee kukomenti, kulaiki na kushea. Usisahau kushea na mtu mmoja tu ambaye ni kijana au mtu anayetarajia ingia kwenye ndoa ili aweze kujifunza na kuweza kutambua vitu vya msingi na kuzingatia kabla hajaingia kwenye ndoa. Je, unadhani e, ulicho nacho ni uchumba au urafiki unaovuka mipaka? <gulitura> Andika maoni yako hapo chini ili na sisi tuweze kuwa pamoja neno kwa neno. Karibu tena darasa rijaro. Mimi ni MC Kakatiba official.